Hivyo Dutch Water Operators na DUWASA tunawashukuru sana. E, wanasema kushukuru ni kuomba. E, mahitaji ya wilaya ya Kongwa kwa watoto wanaosoma kwenye mazingira magumu ni makubwa kama ambavyo imekuwa sehemu zingine. E, kumekuwepo na juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na halmashauri ya wilaya Kongwa ikiongozwa e, na wa, wa, wa, wa, wa, madiwani, waheshimiwa madiwani, mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi mtendaji wamekuwa wakitenga fedha kila mwaka kwa ajili ya kuhudumia familia zenye changamoto katika kusomesha watoto wao. Kwa mimi nashukuru sana kwa hili kwa maana ya halmashauri wa kwanza na hatua. Sasa tunavyoona nyinyi eh, Dutch Water Operators na Duwasa mmekuja kufanya jambo hili, kwa kweli tunashukuru, kwa sababu uh, matokeo yake yataonekana. Hawa watoto wanakuwa ni wanyonge sana kujumuika na wenzao, kisaikolojia hawanakuwa hawako vizuri, hawana mavazi, hawana chakula na mambo mengine. Kwa hiyo mnachokifanya hiki, mnawaletea tabasamu kwenye nyuso zao lakini mnawafanya wajisikie kujiamini na kusoma kama watoto wengine ambao wanafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, VEI na DUWASA kwa kutambua umuhimu wa kushirikiana vizuri na jamii ambayo ndio wateja wa DUWASA na kwa kuitambua jamii tunayoihudumia leo Mei 16, 2025 tunatoa msaada kwa maana ya kwamba ni corporate social responsibility wa sare za shule uniforms kwa wanafunzi miamot5o wa shule saba za msingi zilizopo kata ya Kibaigwa wilaya ya Kongwa zenye gharama ya shilingi milioni moja laki saba na elfu kumi na tano. Pamoja na uniformu hizo, mheshimiwa mkuu wa wilaya, pia DUWASA itatoa misaada mingine ambayo ni madaftari miambili, kalamu miambili na penseli miambili ambazo watapatiwa wanafunzi hao hii leo. Watoto hao ambao wanasaidiwa mia moja na tano ni miongoni mwa watoto mia nne na hamsini zaidi ya mia nne na hamsini ambao wana uhitaji kama huu, lakini nyiye mmebahatika. Ni jambo la kumshukuru Mungu na kuwashukuru sana hawa DUWASA. Mazingira yao kwa kweli sio mazuri, lakini kama serikali imeona jambo jema sana kuwasapoti kwa hiki ambacho kimepatikana, lakini pia naungana na maneno adhimu Eh, ya mheshimiwa mkurugenzi wetu kuendelea kuhamasisha mashirika mbalimbali mbali, hata na watu binafsi pale wanapowiwa, kwa sababu kutoa ni moyo na wala sio utajiri, basi wanapopata chochote basi waweze kutembelea kwenye shule zetu, kwa sababu kuna uhitaji mkubwa sana ana watoto wengine kwa kweli walikuwa hawana raha kwa ajili ya vitu hivyo uniformu daftari. Unaona, mtoto anasumbua. Kwa hiyo tunashukuru endapo msaada huu utaendelea.